Tunawakaribisha wakaribisha wandugu wasikilizaji wa radio television Ngyoku 1, eh, tuliweleza mm -hmm, kwamba M23 tarafani Fizi hawataweza. Vita vilianza jana, watu wa maadui walifurahi sana kusikia vita vilianza Makobola eh, kwa kusema hakika na tusingalipigana Makobola sababu hapo Makobola kulionekana kuna, eh, kuna wasaliti na jemadari mkuu William Amuri ya Kutumba hakupenda kuua wakongomani mm -hmm. Na tunawaeleza kwamba mambo tuliowaeleza kwamba hakika tarafa la Fizi ni kibambazi kwa ajili ya M23, hiyo tuliwaeleza mbele ya wakati, na sasa wa vijana wengi sana wengi tena zaidi wanaingia kiuzalendo, angalau kunakuwa watu wa M23 ambao wako wanakaa vijijini ili kuleta habari mbalimbali mbali. Tuna waarifu ya kwamba mambo yote yanaenda sambamba, wa vijana wanaongezeka kutoka sehemu mbalimbali, wanaingia kwa kupambana na adui jeshi la serikali. Wale wote waliokuwa waliosaliti Uvira, waliosaliti Bukavu, waliondolewa na kutoka kabisa, na jeshi mpya ambalo lina vifaa vipya na wanajitayarisha zaidi Wamewasili katika jiji la Baraka na kujielekeza kwenye shamba la vita. Tunaona tayari jeshi la serikali linakuwa na madron, vifaa kabisa vinakuja nyuma ya kusaidia wazalendo wetu, na yoti kwa komande par le mon mm -hmm. general Amuri William ya kutumba ambayo yuko mbele kabisa na vikosi mm -hmm. Tuliweleza kwamba tarafa la Fizi litakuwa eh, kibambazi mm -hmm. Kikubwa sana na watu ambao walisherekea Uvira, tunawapa siku chache mm -hmm. Mutasikia Uvira mambo yanageuka. Tunasema asante sana kwa wazalendo wa Fuliro ambao tayari wako wanaandaa eh, kwa kuteremuka jiji la Uvira mm -hmm. Tunasema asante sana kwa maandalio mazuri ambao tayari Uvira yanakuwa, mlifanya vizuri sana sababu, mlisema hamutataka raia wa Uvira apate kuangamia na kuchukua hatua eh, ambao mulichukua. Tunawajulisha wandugu wa Uvira ya kwamba tulieni, Uvira sio Bukavu eh, angalau Uvira kulikuwa wasaliti na munajua ya kwamba hakukukua vita ambao walipigana, ilikuwa ni wasaliti walitumia kupitia kiongozi wa, wa majeshi eh, Chivira ambayo yeye alisaliti pamoja na wengine, lakini tunawajulisha kinaganaga mm na kiukweli ya kwamba tayari wa vijana wetu walishajiandaa, eh, walishajiandaa. Ukiona mzalendo ambao ulimjua kama ni mzalendo ameingia jijini Uvira akivalia mm -hmm. vazi ya raia, ukipima kuchu kuchu kumchongea, unajua ya kwamba kabla haujafika eneo ambayo utaenda mchongea, utaona Abrahamu haraka haraka, yaani safari ya kwa mbinguni itakuwa tayari. Asante, asante tena, hatutasema mengi. tunajulisha ile wa vijana wa Uvira, tunajulisha ile wa vijana mbalimbali ambao mbali, hatutataka kutoboa siri yote ya kwamba asante sana kwa gisi mlitulia na munakaa na, asante kwa kuwa mambo yatakuwa sambamba. Tunaenda tarafani Fizi kusema kwamba hawa waredi tabara pamoja na wanguminyo walikamata sera au mateni militeri za Warundi wanavalia wakiteremuka, ili wapate kujulikana kwamba ni Warundi. Tayari idadi yao tulisha wajua, na gisi walivyotona wajua. Tulijaribu kupeleleza kwa majeshi ya Burundi, wanasema idadi yao, yaani yule ambaye ataongezeka kwa yale ambayo hatujui mbinguni, ni kwa haraka tunapeleka habari kwa wandugu wote wa Bembe wanaotusikia kwa wakati kama huu, msiogope. Fizi ni mm -hmm. tafauti na tarafa zingine zote, sababu akuja kuwa mu republike demokratike di Congo mm -hmm. mtu aliyechukuliwa hata Lumumba, Lumumba wa Lumumba waliotetea independansi hawakuchukua picha yake wazungu au nchi zingine na kuweka, isipokuwa mtoto wa Fizi mbavu ndogo Michelle njo mwenye mzungu alimkubali kuhusu vita, na ile ile damu ya mbavu Michelle, mbavu ndogo ingali katika tarafa la fizi mm -hmm. na ndio maana uliona tarafa lile lina litazuia adui na itabakia historia. Kila mtu anayeenda upande wa adui atasikia haya kesho, sababu kuna watu ambao tayari walikuwa walishaanza jionesha kwa mapicha na mengine kwa kukaribisha adui aingie baraka. Sasa kama adui hakuingia, zile picha na yale ambayo ulioyasema utaishia wapi? Yaani, kwa sasa tunawatangazia Wabembe wote kwamba kutakuwa Wabembe ambao hawatakanyagaka Bubembe sababu wako wanajiunga na adui na adui hataweza, hataweza. Tunasema Makobola palikuwa siasa ambao tulitumia sisi, wa, wa, wa, wa, sio wauni hapana, sio M23 hapana. Sisi tulijua yale ambao tuliyakusudia sababu gisi walipigwa pale pale Lwanga. Eh, historia mm -hmm. inabaki Eh, historia inabaki, lakini tunajua ni wapi ambapo tutachezea. Maana Waswahili wanasema au wahanga mm, mm. Kila mamba na kivuko yake. Hakika tulizuia adui Uvira, lakini haikukuwa kivuko chetu, na sasa tumeingia katika kivuko chetu. Hata mtusi yule anayejiita Munyamulenge anajua yatakaopitika tarafani Fizi na tunaona ndani ya msafa muko wa Kenya, muko wa wakongomani wa, wa, wa, wa ambao walichukuliwa kwa kinguvu, wanawadanganya, wanaenda fukuza adui, wanaenda fukuza e, Felix Tshisekedi, wataenda Kinshasa. Njia karibu ya Kinshasa ni njia ya Kisangani hii, ambao wako wanaenda huko ni kudanganya. Baada ya kukamata Fizi, wataenda sasa Kalemi na hapo ndipo mpango wa Bakorne nanga utaanza, yaani kisha Fizi ni hapo sasa mpango wa Bajosef Kabila ya wingine wataanza. Watusi wataishia ni Fizi, ambapo walisema ni nchi ambao Mungu aliwapa. Sikilizeni, sikilizeni wa ndugu wasikilizaji wa Radio Television Ngyoku, sikilizeni kwa makini. Hakuna nchi ambayo Wanyarwanda Watusi walipewa mutarafa la Fizi. Hakuna. Ukiangalia makabila ambazo zinaishi mutarafa la Fizi tangia karte ya Babelge, hakuna Mutusi muteritwari ya Fizi. Watusi walikuwa ni munoru Kivu, lakini makabila zinatajwa, kabila fulani, kabila fulani, kabila fulani. Na rais Felix Chisekedi angalau alisema Wanyamulengi ni wa ndugu zetu, lakini katiba ya Kongo mpaka leo ingali inakubali kabila mia ine na makumi tano ni kusema, ni siasa ambao wanacheza nayo. Tunawaita wakongomani wote halisi mali, mulipo ya kwamba sisi tunakataa katakata, mutarafa la Fizi hakuna kupitisha adui. Angalau watu wanasema, angalau watu wana, wanachochea angalau wazalendo wengine mm -hmm. wakina Kolonel mm -hmm. Mayele wanasema wao e, e, Mzee Amuri ya, ya kutumba ende pigana nganja nganja, ni muteritwari ya Fizi na ye ni muteritwari mm -hmm. ya Fizi mm -hmm. na yule mwanaume wote ambaye anajigamba ya kwamba mimi nitakuwa pande wa adui mzalendo ajitie njiani tupambane naye. Tunawaarifu na tunawaeleza kwamba tulieni. Tunaona wa wandugu wengi Ulaya, Amerika, nafasi wanaita wengine, wakule wengine wanaacha makazi. Tulieni muone yale ambayo yatakaupitika tarafani Fizi. Hii M23 haina nguvu kupita afdel haina nguvu kupita afdel na majeshi wote wa, wa Mombutu walikimbiaka, lakini tulizuia adui mtarafa la Fizi eh, miezi ngapi? Sikia ndugu msikilizaji, huyu wanaita Joseph Kabila ha? Joseph Kabila alituma vikosi vingapi tarafani Fizi? Je, alideloge mtoto wa Fizi alideloge ya kutumba alideloge mm -hmm. barene alideloge badragila mpaka daragili wakaenda kumudanganya na kumfunga nani nani, kumfunga eh, apo kinchas ali deloge. Si tulicheza na wao mulemule michezo? Sasa hii serikali ya hawa wanyarwanda ambao wanajigamba ndani, muko wa Kenya, muko wa Somalia, muko wa Uganda muku, a, watabakia mali zehebu au watabakia kuwa mbolea ya Fizi Sababu wanajua katika historia, muwaulizi magari mangapi yalikuja ya majeshi na majeshi ya kutoka Italia au kutoka sehemu mbalimbali, walimalizika Fizi. Sisi hatukuchokoza watu wao, peke walianza vita na watajiona chante makuni. Wandugu, rudieni kwenye makazi eh, kuleni chakula baridi, musikuwe na roho ya kuwasiwasi. Tunachoomba ni kwamba tusapoti wazalendo tusapoti wazalendo. mm -mm. Tuliwaomba ya kwamba mutusaidie pikipiki. Pikipiki ni kusema moto moto, itatusaidia zaidi, tupate hata pikipiki tatu ambazo zitakuwa mumaoperasio. Siseme pikipiki za wazalendo, tunasema pikipiki za sisi. E, waandishi wa habari njoo radio moyo inabakia na njoo sauti moyo, mko mnasikia. Waandishi wote wa habari wa teritoari ya Fizi wengi walishajiunga na adui na tunajua lista yao, tunajua ikiwa amani inaingia, je, waandishi watawajung... watawasemea tena mahabari? yenye walikuwa nasema wao njo walisoma deontologi etique journalisme yote wanatia, wako wao wako wapi leo? mm -mm. kama hawaogope sasa, je, kama tuko na bajournaliste benye habiko bazalendo, nikusema siseme mzalendo kwa kuchukua silaha, nasema mzalendo wa kupenda inchi yake hapa. mm -mm. tunasema kuko bajournaliste benye biko Burundi Baisha kuwa makambi kuko wajurnalisti benye sai tuko tunasema, mm, baisha fichama wa na ordinatera na, na vuta vitu vyote ni haya, kukuwa na wajurnalisti ambao wanaogopa. Ni hapa sasa, sisi tunahitaji tufanye kazi. Tunawaomba wa ndugu wote ya kwamba yule anayekuwa na roho ya kutusupport wakati unatimia, tupate pikipiki piki ambao itakuwa moja na panda upande wa wapenzi rokwenda pale wa Onelema Pikipiki ingine tutaiweka, itakuwa inakamata tu manavet ya kutoka Baraka kwenda kufro upande wa, wa wa wa wa Makobola, na pikipiki ingine itakuwa inafanya manavet ya kupanda kwenda Lubonja kwenda kubashikalangwa, kujua kontrole Fizi mzima e, Fizi mzima, tunataka muwe na habari ya kila siku mara mbili.

Tuliwaeleza ya kwamba kisiasa ni yeye leo amesimama na kijeshi, mm -hmm. Ni wazalendo wote kwa jumla, si amuri ya kutumba peke yake, wote wako pamoja kwa umoja, kwa kusaka adui. Asante kwa wazalendo kutoka Uvira, tunashukuru. Hatutasema mengi hapo, asante kwa mipango yote. Tunawaalika wandugu wasikilizaji wetu wa radio television Ngyoku eh, tujiabone kwa haraka maana, ni hapa ile mafoto wanachukua mm -hmm. mb, mb, Makobola wana bana bana watakuwa wanawadanganya sababu hawaku mutere, walisha kimbia, e, walisha kimbia. Sisi, tuko pale usiku na mchana tukizunguka hapa na pale kwa kuwaletea habari. Tunaomba wa roho mm -hmm. mwema wala ambao wanapenda kusikia habari wanaweza kutuchangia tupate pikipiki sababu itusaidie kupata mahabari mm -hmm. na mapicha sababu tuna vyote ambavyo vinahitaji eh, vina, vina, vinaomba sisi kuchukua mapicha, lakini mwaide transport kutoka mahali ambapo tuko hapa na pale kwenda kufika Baraka eh, kujua yanayopitika Baraka, kwenda point zero eh, kule kote tuwe tuwe kurudia eh, kupita kwenda kupande wa, wa, wa, wa, wa kilicha, hatutaweza kama hatuna pikipiki tunawaomba wasikilizaji wa radio televizion Ngyoku eh, mtusaidie pikipiki, na mtaona kazi mzuri, maana mtakuwa mnaona mapicha ya kinaganaga. Tunashukuru sana, namba zetu ziko hapo. Mheshimiwa eh, Gavana makamo Jean Jacques Elakano jogo wa jiji tayari baba, tayari kabisa. Na tunawaarifu iko na uasili Baraka kufanya mitingi kwa kuwaonesha kwamba wanaokimbia wakimbie tu, lakini Fizi ingali ingali ya wazalendo ingali Republique Democratique du Congo, ingali Sidikivu mpaka sasa, na hawata pat, hawata pata njia wale wote hey, mubachia a a, hakuna njia itafunguliwa. Sisi tunawafungulia njia ya kwenda mbinguni, apo tunawafungulia kabisa, ongera kwa kwenda mbinguni. Lakini mm -hmm. njia ya fizi umwingie, tuone mkibembo anasema muto sengelele, mumone mumone ete sengyo anywa muto sengelele, mutaona wa ndugu. Munyarwanda wa mutusi alikimbia njia ya kwenda fizi mwaifro, hakuna Banyarwanda balisema, a a, si atutaenda <totitik> atutaenda. Mutusi alisema munjia ya fizi, hata aenda aliogopa, boba naenda upande mwingine. Wanatuma sasa hawa wengine, njoo wakuje, sababu wakuje kumalizika. Jubo balishakaona basi, wa ndugu, tunashukuru na tunasema Mutusapoti, muwe pamoja nasi. Kila siku mtakuwa mnapata habari tatu kwa siku. E, front iko, front iko na iko kweli, na mapambano yanaendelea. ni vyo saa